Bima urahisi wa maisha. Lakini pili, mamlaka ya serikali za mitaa na kupitia kwa wakatibu tawala, basi na madasi makatibu makatibu tawala wa wilaya, tusimamie kwa pamoja kuhakikisha kwamba mfumo wa masoko ya bidhaa za biashara zinaingizwa katika masoko ya stakabadhi ghalani, ikiwemo zao letu la ufuta baazi, choroko, kokoa, marage na mazao mengine ambayo yataweza kuongeza kipato katika halmashauri yetu kanio. Ni wapongeze sana nadhani wenzetu wa Pangani, tarehe sita tutakwenda kufungua mnada wa kwanza wa stakabadhi ghalani kwenye ufuta hapa Tanga. <coughs> lakini pia tunategemea tufungue mnada wa kwanza wa zao la kakao. Tulifanya mara moja aikasimama la, lakini tunaanza tena. Wenzetu wa stakabadhi ghalani na TMX wamesema so watakuja, tutafanya tena mnada na utakuwa endelevu. Lakini ni wafurahishe tu kwamba tarehe sita tutakuwa na mnada wa kwanza pale Pangani wa zao la la ufuta na tumepata kiasi kikubwa cha kutosha kufanya mnada mkubwa wa kupitia stakabadhi ghalani. Kwa hivyo, kwa wale wakokoa ambao walikuwa wanapeleka maeneo mpaka Morogoro kuuza kakao, wajue kabisa kwamba tutakuwa na mnada wetu, lakini na korosho ambayo tunapeleka maeneo mengine, mpaka watu wa Mkinga wanapeleka mpaka huko nchi jirani na sisi pia tutakuwa na mnada wetu. Kwa hivyo jukumu kubwa ni tuwe na volume, tujitahidi. Sasa hivi tuna mashamba pori mengi sana ya korosho, na kulingana na maelezo ya wizara aina ya korosho tulionaye Tanga ni, ni tofauti na korosho iliyoko Lindi, Mtwara. Wanasema aina ya korosho ya Tanga ni korosho inaweza mara mbili kwa mwaka na hata hii mbegu sasa hivi wanaendelea kuizalisha ili tu- tusambaze. Kwa hivyo tutunze korosho zetu, tupalilie na tuweze kuziangalia kutuhakikisha kwamba zao la korosho linakuwa ni zao katika moja ya mazao yetu ya kimkakati katika mkoa wetu. Leo hii kule Mkinga wanapanda minazi elfu tano. Juzi kati Andeni tulipanda pia minazi elfu tano <tani> lakini mkakati ndani ya miaka miwili tunataka tupande minazi milioni moja hapa Tanga, ili tuweze tukarudisha zao la mababu zetu, lakini ambalo zao lina manufaa makubwa sana. Kila sehemu ya, mna ya mnazi ina faida, kuanzia mizizi, kuanzia mti wake, majani yake, ma vifuu vyake makopa yake kila kitu kinafaida katika katika mnazi. Kwa hivyo hilo nalo tutaendelea tuta kukisimamia.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 kujiajiri na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi pia kuna kozi fupi za computer application graphic and design video production pamoja na cctv camera kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361 kitm elimu na ujuzi kwa uchumi imara